Wakati maneno ni matamu lakini matendo yanaonyesha ukweli. Kuna wakati mtu anaweza kusema maneno matamu lakini matendo yake ndiyo yanaonyesha ukweli halisi. Kama mwanamke hana nia ya kweli, mara nyingi utaona dalili ndogo ambazo ni rahisi kuzikosa. Moja, kukaa na wewe ilionekana kama kazi. Hakuelekea kuwa na furaha akiwa karibu na wewe, mara nyingi alionekana kuchoka au kana kwamba anatamani kuondoka. Bili, maneno yake hayakuendana na matendo yake. Alikwambia anakupenda lakini hakutumia muda wala juhudi kuthibitisha hilo. Nia ya kweli inaonekana kupitia matendo, si maneno pekee. Tatu, ulikuwa unahisi kama mtu wa muda. Ilionekana kana kwamba hakuwa yeye halisi akiwa na wewe, labda moyo wake ulikuwa mahali pengine. Nne, wewe ndiye ulifanya kila kitu. Ulikuwa unapanga, unawasiliana na kutoa nguvu. Yeye kwa upande wake alichangia kidogo sana. Tano, ukaribu ulionekana kuwa mtupu. Hata pale mlipokuwa karibu kimwili haikuhisi joto, upendo wala ukweli wa kihemko. Sita, hakujali kukujua kwa undani. Ulimfungukia kuhusu maisha yako, lakini mara chache aliuliza maswali au kukumbuka mambo muhimu kuhusu wewe. Saba, hakukuheshimu. Alikosoa mawazo yako, akionyesha dharau ndogo ndogo au kukufanya ujihisi mdogo. Kumbuka, upendo wa kweli hauwezi kuwepo bila heshima. Ujumbe wa mwisho: ukiona dalili hizi, usijilazimishe. Upendo wa kweli hauhitaji ushahidi, unahisiwa ndani ya moyo. Wakati mtu anakujali kwa dhati, hautahitaji kubashiri, utaona kupitia vitendo vyake. Thamani yako si katika kupendwa tu bali katika kujua lini ni wakati wa kuondoka pale ambapo heshima imepotea.